Sasa jamani, tuna mplan Asima right now <laughs> Mwamtobe anampigia simu oh, anaanza kumpanga sawa, kwamba yeye ananipenda mimi, kwa anamwomba Asima aniambie mimi kwamba Mwamtobe ananipenda alafu mimi nimpe majibu Asima, Asima arudishe sawa. mm -hmm. Mpigie simu hapo, umpange Asima, mbona apokei? mm. Asima Mwamtobe hapa mambo. Amna hii ya Airtel sasa Asma, niko serious Asma, niko sa unisaidie kitu eh. Nilikuwa naomba umwambie Mr. UK sa, hatujagombana <laughs> <I'm> <laughs> <laughs> <here, I'm> <laughs> Amna, bwana tujagombana. Mimi naogopaga kumwambia kwamba nampenda, sasa natakakumwambie. Asma, niko serious bana. Nachoka mimi. Wewe Asma, mimi niko serious. Una naomba basi umwambie wewe mfikishie tu jumbe, mimi naogopa kumwambia. Na kwa nini unaniambia mimi nimwambie kirediomi? Amna aki kabisa afu umekuwa down maskini, mwambie basi, utanijibu basi, sa? Utani sasa utaniambia sasa simu afu ah, hiyo amna, hiyo amna. Hebu mwambie bana, acha mambo yako

Mara mnaendana, mara mnafanya eh. Jamani, haumpigi wewe. Ah we. Sasa hapo ataona sisi tumempanga. Mhm. Uh -huh. Kwa tuli msikilizie, sikilizie. Jamani, tuende kumsikilizia Asima. Asima huyo. Asima anapiga. Sister Amie. Mbona una vibe? Ah, hamna vibe basi tu tunaenjoy maisha ndo haya niko gereji hapa. si kwanza kabisa Ah, eh, uko wapi? Niko gereji hapa si unajua gari yangu ilizinguka jana, hii jana. Yeah, pole. Asante ndugu. Yani kwanza, wewe si mwanaume kabisa. Ndiyo, umekaza vizuri. Eh, kwani na mwanamke, maswali gani hayo? Wewe moja moja, nisikilize una mwanamke mm. <mayaña liaime> <coughs>

Ule tunafanyaye kazi. Hawezi kusema kwako kazi wapi wewe? Hawezi kusema kwako, mimi kananiambia hivyo lakini sasa mimi nikaa nimedau. Niko mimi kananiambia kwa mimi sikupichi kaniambia. Mm. Kananiambia mimi namkubali, mwanangu namkubali, okay, ila sasa kumwambia, nikaa mwambie kimejio. Anasema mimi kimejio hamna da na bona tai mwanamke. Eh. Mm. Sasa nyumba uawi. Eh. Ila. Mm. Nachojua mimi. Mm. Mapenzi bwana, mwanaume ndo atongoze kweli e, n yaani, kupiga ukataliwe, akupiga makofi ondoke, kesho kutuma kiela nini, kime milioni mbili kimeliwa, hujarulishiwa. Hiyo ndiyo raha yaani, mwanaume atakuwa kambanie demu anaku- anakutongoza wee, mwanaume anaku, anaku. Mwanamke ah, takiwa mwanamke takiwa esh, hiyo haijakaa sawanihasa hiyo wana mtongozaji mwanaume mwenyewe unaniambia nipite hiyo, hamna hamna

haya, ila nakwambia tu mwanamke kutongoza, ila wewe weka, nitakurudia sawa. Basi, ila Asma. <laughs> <ta>. <laughs> <laughs> <Ayah>, huko <laughs> <laughs> mika, niambia sawa, si vitu gani huko, mimi upige. <laughs> <laughs> ah, vitu gani ukaniambia. Ila ah, ah, <laughs> si ukweli, kwaje? utatongoza mwanamke eti kaongea kitu, sikiliza. Like, ah, kaongea uh -huh. Kitu ambacho ni fact. Uh -huh. Mwanamke kumtongoza mwanaume sio sawa. Kwa hiyo ni akili kichwani, sio kwamba kakosea, kasema mm, ukweli sijapenda ujapenda nini pesa? <laughs> kwa nini ange hivyo, yani mtu kyisika hivyo, aya, mtu anakwambia kabisa "Haya basi, namwambia mna shida huko, anakuja kuambia piga, piga Asima, hamna ah, <laughs> <laughs>